Katenga chupa huku makaratasi huku chupa huku makaratasi, akamimina uchafu. Sasa mmoja hivi makopo makopo, akamimina makopo makopo, akaona kama kuna kibarua hivi kimeachwa. Hiyo kibarua kufunua ndani, akaona kama kina ujumbe, akapiga simu kwa Bwana Joakim. Joakim akapiga simu na yule bwana, akasema wewe uko hapa ba, mimi natokea Treje huku, anamwambia mimi natokea akanae. Joakim akamwambia mimi natokea huku huku, naye tunaanishwa kubibie Ofelia na, na bwana Alfredo wakati anaongea ongea, mara juakimwanakuja spidi anambia mzee, ni kuhusu Mariana, Mariana jafa. Ah, mzee akasema hamna kulaza adabu, safari kuelekea mpaka Trejo kujua alipo binti yake, usiku ukaingia, asubuhi paka kucha, apo akashafika Trejo, afika yule mkusanya takataka ulikusanya takataka akawaambia ndo hichi hapa kidude chenu. Akasema hii hichi kikufu nakijua ni cha Mariana. Akamwambia kwani mzee, kuna shida gani? Amna shida bana, usio na wasiwasi wote. Akamwambia bila, umemwona huyu binti? Akamwambia huyu binti sijamuona, na huyu bwana? Akamwambia huyu bwana kama anakuja na akataa hivi. Akamwambia basi tunaomba usaidie ramani ili tuweze kwenda. Akamwambia okay, usijali. Huko nako mama kati bana, na anamsalia mwanae, anamfanyia wepesi, Mungu amfanyia wepesi ili jamaa alivuta pumzi moja ndefu afu akapoteza. Sasa sijajua amekufa. Huku nako akina Joakim na Bwana Alfredo walipea ramanda kuoyeshwa mashamba ya pale na maeneo ya pale. Baada ya hapo, akafanikiwa pale akamwambia, tunakushukuru bana, akaondoka. Sasa Joaki akaenda kwenye ile nyumba ambayo imepangishwa na bwana Benteze. Kafika pale akamchikisha, chikisha kwa ule mama, kaambia mama, nilikuwa na shida shamba la kukodisha. Kaambia bwana mna Joaki, mkata kuondoka. Ile kuondoka, mama anaweza akatumia choo. Katumia choo, unaweza karibu bwana ndani, akamkaribisha mpaka bafuni. Akafika pale bafuni, kafunga mlango kumtembelea ya mama yao ila mama akapokea, kwa kiliambia, mwanangu, nimeongea naye leo ila hali yake sio nzuri. Kelele zikaanza kusara, anaanza kuita Tino Tino, nisa akamtuliza, bado tulia, tulia, tulia. Mama analia huko naye, Sara analia. Jamaa alichofanya juu yake ni kubembeza watu wawili, mama mwenye kulia kwingi, kilio kingi. Mama kapoteza fahamu kwa hasira huko naye huko naye. Mama kapelekwa chumba cha wagonjwa, kapumzishwa, kapumzishwa. Mama jikaza, ina haja ya kulia. Mama mwambia, huyu mama naye primitive kaanza kulia, mama, mwanangu, mwanangu. Sara naye aka kabu... Tulize bana mama usilie, haya huyu Lucy akaja na ujumbe, ambe mama na jambo ta kusema, ambe mama mimi ni mjamzito wa mimba ya Tino. Lile swala limshtusha kila mtu, Sara alichoka, Tino alichoka, ila ilo swala inaonekana Tino kalifurahia, kwa sababu Tino anamtaka Sara.